la polisi linapenda kutoa taarifa ya matukio mbalimbali eh, ambayo yametokea lakini mafanikio katika ni kwamba eh, tukio la kwanza ni kupatikana kwa silaha mbili bastora na risasi 50 sale za jeshi la polisi na vifaa mbalimbali vya magari vilivyoibiwa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Uh, linamshikilia mtu mmoja aitwaye Eric Francis Chilemba mwenye umri wa miaka 30, yeye ni mhudumu wa hoteli ya Sleep Inn na mkazi wa Mwananyamala kwa kopa, anashikiliwa kwa tuhuma za kukutwa na sare za jeshi la polisi, silaha, lilivyotaja cheo cha koplo wa polisi, pingu pamoja na nguo nyingine zinazofanana na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Jeshi la polisi lilipokea taarifa kutoka msiri wake na baada ya kupokea taarifa ufuatiliaji, uh, ulianza mara moja. Taarifa hizo zilikuwa zinahusu uwepo wa uh, mtu anayeendelea kufanya matukio lakini, ambaye anamiliki silaha kinyume cha sheria. Baada ya kupata taarifa hizo jeshi la polisi lilianza kufuatilia mara moja, na mnamo tarehe 12/5/2018 kwenye majira ya saa 4 za usiku uh, huko maeneo ya Mwenge Bamaga uh, polisi walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo, na baada ya kufanya naye mahojiano, mtuhumiwa alikiri kumiliki sare na vifaa mbalimbali vya jeshi la polisi na alikubali pia uh, kuwapeleka askari nyumbani anakoishi, na mara baada ya kufanya upekuzi kwenye nyumba hiyo e, jesh, e, makachero walifanikiwa kukamata uh, sare ya jeshi la polisi niliyotaja, pingu, cheo cha koplo, pamoja na mfuko wa kuhifadhia bastola na bastola yenyewe iliyokamatwa namba zake ni G, ni Glock 17 au G-L-O-C-K 17 ambayo imefutwa namba zake, na ili kuficha uh, kutambuliwa ilikuwa inamilikiwa na nani, lakini ilikutwa ikiwa haina haina risasi. Mtuhumiwa huyo ameshafikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo zinazomkabili. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam iliwakamata Albert Damas mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Msimbazi Center, lakini pia kuna Patrick Damas huyo miaka hamsini na miwili, yeye ni mstaafu wa jeshi la wananchi wa Tanzania na mkazi wa Mbezi Luis. Mtu mwingine ni Simon William miaka 39 mkazi wa Kigogo Mchikichini, na wote hao walikamatwa wali kwa tuhuma za kujihusisha za kujihusisha na unyang'anyi wa kutumia nguvu. Watumio hao walikutwa tarehe 15 Mei 2018 majira ya saa saba mchana huko maeneo ya Kigogo mwisho, eh, kufuatia msako mkali uliokuwa unaendelea. Eh, baada ya kufati eh, baada ya kupata taarifa hizo za kujihusisha na vitendo vya unyang'anyi wa kutumia nguvu katika maeneo mbalimbali ya Kawe na maeneo me, mengine ya jijini Dar es Salaam. Polisi baada ya kufanya nao mahojiano, mtumio Albert Damas alikiri kuhusika kwenye tukio la unyang'anyi wa kutumia nguvu huko Kawe na kukiri kumiliki silaha kinyume cha sheria na kukubali kuwapeleka askari mahali alipokuwa ameiweka silaha hiyo nyumbani kwake. Polisi walipofika hadi kwenye nyumba ya mtuhumiwa, baada ya kufanya upekuzi, walifanikiwa kupata silaha uh, aina ya bastora inayoitwa Browning iliyosajiliwa kwa namba TZDC AR 1811 aidha watumia wote wamekiri kuhusika katika matukio mbalimbali mbali ya unyang'anyi katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Watumio wote wameshafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. E, taarifa nyingine ni kukamatwa kwa vifaa mbalimbali vya magari vidhani vidhaniwavyo kuwa ni vyawizi. Jeshi la polisi kanda polisikanda Salaam linamshikilia mtu mmoja Emmanuel Maimu, umri wake miaka 35, mkazi wa Yombo Buza, kwa tuhuma za kukutwa na vifaa mbalimbali vya magari vidhanivayo kuwa vya wizi. Ikumbukwe, matukio ya kuiba vifaa mbalimbali kwenye magari ilikuwa imepungua kabisa. Lakini kwa sasa hivi kuna wimbi hilo linataka kuanza kuibuka. Na huyu mtuhumiwa Emmanuel Maimu ye ni mfanyabiashara ambaye ametengeneza soko kuwafanya watu wanapoenda kupora basi, yeye ananunua vile vifaa alafu anaendelea kuviuza kama spare parts. Basi jeshi lilipopata taarifa kutoka kwa msiri um, wetu uh, tuliendelea kumfuatilia muhusika maeneo ya Kariakoo ambako baada ya kumpata tarehe 8/5/2018 majira ya saa 7 mchana, uh, pale Kariakoo alifanyiwa upekuzi kwenye duka lake na kufanikiwa kupata vitu mbalimbali au vifaa mbalimbali vya magari, zikiwepo power windows, lakini pia kuna taa za nyuma na mbele za magari mbalimbali mbali, kuna redio za magari, vitasa vya magari, booster pamoja na Uh, vifaa hivi ni, ni vingi nitaonyesha pale nje. Na alipo na alipohojiwa, na vipata wapi, hakuwa hakuweza kutoa maelezo yoyote, na kwa sababu hiyo taarifa zilizokuwa zimeletwa zilikuwa ni taarifa sahihi. Katika mahojiano uh, mtumiwa huyo hakuwa na majibu yoyote kama nilivyosema, na ameshafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Taarifa ya makosa ya usalama barabarani. Uh, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia kikosi cha usalama barabarani naendelea na operesheni zake ambazo leo natoa taarifa kuanzia tarehe 11 wa 5 2018, hadi tarehe 24 uh, mwezi wa 5 2018, ambapo jeshi kupitia operesheni zake ndani ya kanda kwa muda huo tumefanikiwa kukamata idadi ya magari Eh, 24116 iliyofanya makosa mbalimbali. Idadi ya pikipiki ni 763, daladala zilizokamatwa ni 10301 A, magari mengine binafsi na maroli ni 13815 E, 8 15 bodaboda waliofikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali ni 59 na hivyo kufanya jumla ya makosa yote yaliyokamatwa kwa kipindi hicho kuwa na jumla ya makosa 30850 30850. Fedha ambazo zimekusanywa katika kipindi hicho aa, ni milioni mia tisa sabini na mbili, laki saba themanini na saba elfu mia tano. Narudia. Eh, fedha zilizokusanywa ni milioni mia tisa, sabini na mbili, laki, saba na themanini na saba, aa, na mia tano. Aidha, madereva na wamiliki wa magari wanatakiwa kulipa faini zao ndani ya siku saba. Umekuwa na, na maelekezo ya kuwaruhusu tanapokamatwa anaruhusiwa alipie kosa lake ndani ya siku saba. Nitoe wito kwa watu wote ambao wanaendelea kukiuka kufuata masharti ya kulipa madeni ndani ya siku saba, wanajitakia adha, kwa sababu operation inayoendelea kwa watu wote waliokiuka inaendelea kuwa ni operation endelevu, na wasisumbuke kupiga simu kuomba msaada. Unapokuwa umekosa umepewa grace period ya siku saba, unatakiwa ulipie ndani ya muda huo. Kutofanya hivyo ni kulikaribisha jeshi la polisi kuchukua hatua ya kukamata vyombo hivyo vinavyodaiwa, lakini wahusika pia wataendelea kuchukuliwa hatua kali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya ndio niliyo. Huyu muhuni kwanza alikuwa na sare za jeshi la polisi shati na suruali yake, lakini kuna cheo cha koplo wa polisi ambacho akivaa anajialalishia tu, si tu kwamba ni askari, lakini anajialalishia kwamba ni askari aliyepata mafunzo na kutunukiwa cheo hicho cha koplo. Hizi ni silaha mbili ambazo nimeziongelea. Hii hapa ni ni drone na hii nyingine ni Glock 17 ambazo nimezionyesha kwenu, lakini nitazitolea taarifa. Ni mkoba wa kutunzia, e, ni hii pistol, ni magazine kuwekea risasi kabla ya kuweka mhusika